Kana, Sheikhul Islam bin Taimiya rahimahullah, anasema, Sheikhul Islam bin Taimiya rehema za Allah zimuelea, akasema fa inna al-ijaba, hakika kuya kuyaambiana jambo hili bila wajibu au kuwajibisha jambo wa tahalima na kuhanamisha jambo wa thawaba na kusema jambo hili lina thawabu wa liqaba na kusema jambo hili lina adhabu

katika hii hukumu ya kumhukumu mtu na haya yote niliyoyasema, wa innama ala nnasi ijabun, watu wanasema hili ni lazima, ma aujabahu llahu wa rasuluhu, lile aliyoilazimisha Mwenyezi Mungu na mtume wake mimi na wewe tunasema kuwaambia watu ni ni, ni, wajibu, ni wajibu na ni lazima, kama vile swala sada imethibiti katika Qur'ani na sunna na imelazimishwa, na sisi tutawalazimisha watu, kwa sababu tayari Allah na mtume wake wamelazimisha. Watahrimu, na kule kuharamisha, maharamahu llahu wa rasuluhu, ni kile alichokiharamisha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mimi na wewe hatuna mlango wa kuharamisha na kuhalalisha.

maneno mazuri sana, yanatupa mwangaza kwa huku tuendako, tutapita vipi hutura, tutakifiri. Hatari ya kufurisha kwa kufurisha, urifa Islamu, mtu amejulikana, fulani ni Muislamu biyakini, kwa yakini tunamuona anasema la ilaha ila Allah, ana swali anafunga. Hatari ya mtu kuja kukufurisha mtu kama yule ghairu almunzabit, tena akaja na zile hakuna ile misingi maalum ya kukufurisha, yeye kwa matashi yake ndio akamwambia kafir. Hatari yake ni ipi? Sikiliza, alasul asili fi man urifa islamu Islam. Islam. Islam. O Islam. Kini, kwa mtu anayejulikana Uislamu, watu wote kiumbe yote inajua Islam. fulani islamu ze misho ni islamu ze fulani islamu watu wote biyakini kwa yakini tasaa fima orifa islamu biyakini huwa lislamu kwamba huyu ni Uislamu, yuko katika Uislamu. sisi tunatakiwa tusalimike naye, tumwache wa Uislamu, kusalimika naye walhamdu ala salama, tunapoku kumchukulia katika salama, kubaki jeka kali sio kutoa kali tayib, mwanadamu anaweza kutokeza maasia, anaweza kufanya maasia, ndio maasia yenyewe ndio hata

katika kile kilichodhihirika katika maasi tuna tunabohu, na tunamwambia atu alladhi yumkinu an yakuna lahu fiha udhur, katika madhambi ambayo inawezekana tukwamba udhur sawa. So, mina, yakawa yale makosa mauai illfusuki yanamfanya awe fazi.

ile kauli ya kile huyo alichofanya alichosema awili akwilife ilo au kitendo bistikmali shuruti kwa sharti zote zikabiliki. Yani ni mtu amefanya jambo la uhakika umemwona, kanuia kasujudia sana mathalan, moja kwa moja ibada, na umeona na huyu mtu